Ripoti zilizowasilishwa jana kwa Rais samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam zimeangazia ufanisi pamoja na mapungufu katika taasisi na mashirika ya umma, miradi ya maendeleo, serikali za mitaa na serikali kuu. Azam News imezungumza na wataalamu wa masuala ya uchumi na kodi. Wao wanasema yapo maeneo ambayo ni chanzo cha kuanguka kwa mashirika hayo na hivyo kusababisha yapate hasara. Serikali ina, ina, ina urasimu. Huu urasimu ambao wanakwepa kwenye serikali sio kwamba ni wa bahati mbaya umewekwa makusudi kwa ajili ya kulinda mali za umma. Yaani mfano kama ni wewe una, ukitoka sasa hivi hapa kibiriti kikiisha nyumbani, unaweza kachukua chenchi fuko huu ukaenda kununua kibiriti, lakini serikali huwezi kufanya hivyo kwa sababu ni hela ya watu wote, na wewe ili uitumie ile hela lazima uweko urasimu ili hela ilindwe na ije baadaye ikaguliwe kwamba imetumika vipi. Unaona, kwa hiyo huo urasimu ukipeleka kwenye biashara lazima biashara itakufa. Lakini la pili ni swala la mabadiliko ya ya waajiri wale wale ma MD, tunategemea wangekuwa wanaomba wenyewe kazi, wanafanywa interview, wanafanywa vetting, wangeweza kuwa na ithibati na ile Pushing factor ambayo tunaipata kwenye private sector. Lakini kwa kuniteua tu mimi niende nikakae sehemu sina hizo pushing factor, sina milestone, sina agenda. Kwa hiyo utajikuta nafanya kile ambacho kilikuwa kinafanywa mwanzo. Hata mageuzi yanakuwa madogo sana. Mimi ninavyoteuliwa kwa mkurugenzi natakiwa nikishasema, jamani mkinipa hii kazi nitatekeleza kwa utaratibu huu. Nahitaji huu na huu. Labda vitendea kazi nahitaji staff, nahitaji mashine na hivi. Alafu naona usalama wa kazi yangu wameweka ile shirika inaitwa mamlaka ya usimamizi wa, wa taasisi za umma. Usalama wa kaiza hawa watendaji wakuu uko wapi? Sio, unaniteua leo kesho unanifukuza. Ah, okay. Lakini nini kinaweza kufanyika kuokoa hali hiyo? io ha, mashirika yote yanatakiwa yaendeshwe kimfumo ya kibiashara, sio mifumo nizalise, nizalise, ya uendeshaji wa serikali. Whether nizalise sizalishe, unanilipa, huwezi kutegemea maajabu kutoka kwangu. Kwa hiyo hasara zinaweza kutokea unless tubadilishe business modo ya haya mashirika ya serikali. Waajiriwe kwa merit, yani wana uwezo wa kusema hizo taasisi. La pili uwajibikaji, tunachukua hatua pale ambapo tumekabidhi wewe shirika, lazima tupe faida kiasi fulani kwa mwaka, usifanye je, tunakuchukulia hatua, tuseme kwamba unajua huyu mwenzetu tukimfukuza kazi e. Lakini la tatu ni security, usalama wa ajira zao wako salama kwenye wa ajira, ili mtu anapojitolea aje na moyo wote kufanya hizo kazi. Ripoti hiyo ya CAG na ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Takukuru zilizowasilishwa hapo jana kwa rais Samia. Zitawasilishwa bungeni kwa ajili ya kujadiliwa na kisha bunge kushauri katika maeneo yenye changamoto. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam nam na sasa katika taarifa hii ya upendo Michael wacha tuangazie baadhi ya hayo mashirika ambayo yamekuwa yakijirudia katika kupata hasara la kwanza ni shirika la reli nchini trc ambayo lenyewe mwaka elfu mbili ishirini na moja na ishirini na mbili lilipata hasara ya shilingi bilioni mia moja tisini na mwaka elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu ilipata hasara ya shilingi bilioni mia moja na mbili lakini mwaka elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne limepata hasara ya shilingi bilioni 224. Lakini shirika la ndege Tanzania kwa maana ya ATCL lenyewe mwaka 2021-2022 lilipata hasara ya shilingi bilioni 19.23, mwaka 2022-2023 likapata hasara ya shilingi bilioni 56.6, na mwaka 2023-2024 limepata hasara shilingi bilioni 91 8. Lakini lingine ni shirika la mawasiliano Tanzania kwa maana ya TTCL mwaka 2021 22 lilipata hasara ya shilingi bilioni 35.23, wakati mwaka 2022 23 lilipata hasara ya shilingi bilioni 4.32, wakati mwaka 2023 24 limepata hasara shilingi bilioni 27 Saba ni mwendelezo tu katika kuendelea e, kupata hasara, inapanda, inashuka, lakini tumesikia maoni pia. Wacha tuzungumze hili hapa na Hebron Mwakagenda, kama ambavyo tulitambulisha awali, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa madeni na maendeleo Tanzania. Karibu sana. Asante. tukianza na maoni ya wadau utendaji na namna ambavyo waendeshaji wenyewe wamekuwa wakiingia katika maeneo ambayo huenda si maeneo yao sahihi, unaonaje katika hili? Ya kwanza, duniani serikali sio mfanyakazi biashara mzuri ee, serikali toka tumeanza kubinafsisha mashirika ambayo tulikuwa nayo zaidi ya mia sita ee, tumebaki serikali imebaki kusimamia na kuweka sera na na sheria na, na kadhalika. Kwa hiyo kwenye eneo la uendeshaji wa biashara biashara biashara, serikali hapo anakwama, lakini tulizoziona za ambazo mashirika hayo zote ni biashara hodhi. Kwa mfano e, shirika la reli, hakuna kampuni binafsi inaendesha shirika la reli. Kwa hiyo lazima serikali jitafakari, ifanye stadi kwenye haya mashirika, ione maeneo gani ambayo ndio hasa yanaingiza hasara, ili wawaachie watu binafsi wafanye shirika linaweza likamilikiwa na wao, lakini maeneo fulani fulani ambayo wanadhani eneo hili mtu binafsi anaweza kufanya vizuri, wamwachie hapo afanye. Mm -hmm. Kuliko kila mwaka, kwa sababu inachanganya. Mi ningeelewa kama hasara zile zingekuwa zinashuka. Mm. Zingine zinaongezeka, zingine zinapungua, sasa inachanganya, ieleweki kwamba tunaboresha au tumechanganyikiwa, hatuelewi tunakwenda Mm, kwa hivyo unaona kwamba kuwepo kwa ushindani eh, kunaweza kusaidia hili, kwa sababu eh, serikali kama akiwa kama mwamvuli halafu ukawa na mtendaji mwingine, hii inaweza kuwa njia sahihi ya kusema basi akaenda. Na huoni kwamba bado kutakuwa kuna mkono wake hapo ya ndani yake? Ah, unajua kuna, kuna mashirika kama ya reli duniani unakuta mwendeshaji mkuu ni serikali, anaweza kabinafsisha baadhi ya ma, ma, ma, vitengo na nini lakini mmiliki wa reli mwendeshaji wa matreni hayo ni yeye, kwa anaweza akajifunza kutoka nchi zingine kwamba wenzetu wanawezaje, mbona si tushindwe? Kwa hiyo hilo ndio maana nimesema study zifanyike kujua kwa nini tumekwama sisi kwenye reli, kwa nini tumekwama. Tumeweka ndege hizo, tumewanunulia ATCL ndege, tumewapa tungetegemea kila mwaka hasara zingekuwa zinapungua. TTCL nalo ni shirika hodhi, hakuna shirika lingine linalouza simu za, za kwenye laini mm. Tanzania ni wao tu peke yao, kwa hiyo na wenyewe hatutarajii wapate hayo, kwa hiyo... kwa, kwa upekee huu ukija mm. kutazama kwa mfano e, reli mm. e, lakini ukija kwenye kampuni hiyo ya mawasiliano mm ukiwa peke yako si ndo inabidi ufanye vizuri zaidi, kwa sababu hauna mpinzani. Utendaji na uwajibikaji wa viongozi hawa wanaosimamia haya mashirika mm, unauona kwa namna gani, unaweza angalau kusaidia, unaathiri? Kwa sababu nilikuwa mm, namsikiliza mbunge mmoja, unakuta unaajiri watu we, mtu binafsi hawezi kuajiri watu wengi sana, ataajiri watu wachache, ataajiri watu wenye ujuzi. Sasa kwenye mashiriki, kwenye taasisi za umma hizi upendeleo na kuwemo na nini, huyu weka mwa kijana wangu weka hivi. Kwa hiyo kuna mambo mengi yakisha kusanyika, yanaleta hasara yeah. Kwa hiyo lazima taasisi ziangaliwe kibiashara mm. e, kibiashara kabisa lakini uh, tuje kwenye uwajibikaji wenye ambao wenyewe sasa ndio hasa ndio nguzo muhimu sawa, sawa. ya utendaji wa haya mashirika, msukumo wake unauona wapi? Hawa wanaosimamia wapatikane, wapatikane kwa mifumo ipi ambayo angalau inaweza kusaidia? Kwanza wengine wanapendekeza kwamba labda watu waombe kazi au wa masio au wakubwa hapa. Katikati kwa mfano mm. chini ya mama Samia, viongozi hao wamebadilishwa mno Yani hajatulia hana mwezi miwili ameondolewa amepelekwa huku, si inapotakiwa eh. Sasa mtu pia kutulia na kufanya mm, kazi yake anaweza akaboresha kuliko anaekaa mwezi miwili mwaka anaondolewa, hana uhakika kama ataendelea, ataondolewa, anapeleka huku, anapelekwa. Nayo hiyo lazima tuiangalie mm, eh, kitaalamu kabisa.